msanii wa bongo fleva dogo janja ametangaza rasmi nia ya yake kuweza kugombea nafasi ya udiwani katika kata ya ngarenaro jiji la arusha mwaka 2025 kupitia ujumbe aliyoweza kuandika mitandaoni dogo janja amesema kwamba ngarenaro ni nyumbani kwake ndiko ambako alizaliwa kuweza kulelewa lakini pia kuishi hivyo ameweza kuona kwamba ni wakati sahihi wake yeye kuweza kuwatumikia wananchi wake Kupitia ukurasa wake wa Instagram, nukuu ya caption ambayo Dogo Janja aliweza kupakia pamoja na video, aliweza kuandika ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi: Kata ya Ngarenaro nimezaliwa, nimekulia, nimeishi. Sasa ni wakati wa kuwatumikia wananchi wangu e, wenzangu, na kushirikiana nao e, katika kusukuma gurudumu la maendeleo e, ya kata yetu. Ngarenaro inahitaji maendeleo yatakayomgusa kila mwananchi, kuanzia watoto, vijana, kina baba, kina mama na wazee, bila kusahau makundi mbalimbali kama bodaboda, machinga, vinyozi, mamalishe, wahudumu wa baa e, wabeba mizigo makuli, e, na makundi maalum ikiwemo walemavu. Jipima na nikajitafakari nimeona kwamba ni wakati sahihi kwangu e, bana kutoa utumishi wangu kwa wananchi wa Ngarenaro. E, Mungu e, ni mwema wakati wote na ni sahihi, na naomba sala na dua e, zenu katika safari hii e, bana kubwa iliyobeba maono na taswira njema ya mageuzi na mapinduzi ya kimaendeleo kwa wananchi wa Ngarenaro. So, huo ndio ujumbe ambao Dogo Janja aliweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ameambatanisha pia na video akiwa anazungumza kwamba sasa ni wakati sahihi kabisa kuendelea kutumikia wananchi wake wa huko Ngarenaro. Sasa hizi ni baadhi tu ya comment za wadau wa burudani ambao wao wameweza kutoa mitazamo yao. Nimemwona mchekeshaji Ndalo ambaye pia naye aliweza kutoa bana comment yake kupitia post hiyo ambayo Dogo Janja eh, bana ametangaza nia ya yake na kuweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea udiwani kata ya Ngarenaro kule bana jiji la Arusha. Sasa ameweza kuandika kwamba ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi Mheshimiwa Dogo Janja akaweka emoji fulani hivi za moto. E, lakini pia namuona hapa Rayvanny ambaye pia ni msanii huyu wa Bongo Fleva naye ameweza kuweka emoji fulani hivi za kumpa e, hongera kwa kuweka emoji za makofi na emoji fulani hivi za moto. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema kwamba unapita. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema huu mwaka e, bana tutaona mengi. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema mheshimiwa diwani e, fulani hivi za moto akasema, Ngarenaro e bana, kumpigia makofi. So kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wanamuunga mkono e bana, e, Dogo Janja baada ya e bana kutangaza nia ya yake ya kuweza kugombea ya udiwani e bana huko kata Ngarenaro. So e bana, kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani?